Alhamdulilahi rabi lalamin nahmaduhu wa nusali ala rasulillahi alkarim. Ndugu zangu leo ni siku kubwa sana, ni siku ya Eid kubwa ambayo inasaliwa katika uwanja wa Bungoma Muslim Center Bungoma hii. uwanja huu unapatikana katika mji wa Bungoma, sehemu ya Muskoma Ward. Allah subhanahu wa taala alituwezesha sote waislamu katika jimbo hili huweza kuchangia na kununua ekari mbili na nusu ya uwanja huu, na mimi kama mwenyekiti Anwar Muhammad Ali Fure ndiyo msimamizi wa sehemu hii. Uwanja huu ni unifying factor katika umma wa kiislamu katika, katika Bungoma. Uwanja huu uko huru kwa waislamu wa Bungoma kuweza kutekeleza sherehe mbalimbali katika uwanja huu, na tunashukuru Allah subhanahu wa taala, mwaka juzi tuliweza kuhost The third in command, Honorable Moses Masika Wetangula, alikuja akasherekea na sisi katika ufunguzi wa Ramadhan pamoja na sisi katika uwanja huu. Leo ni siku kubwa sana, ni siku adhimu, ni siku ambayo tunaweza kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakumbuka Nabii wetu Ibrahimu wakati alitaka kumchinja mwanawe na Allah subhanahu wa taala akaweza kumteremshia kondoo na akaweza kuchinja. Waislamu wote wameelekezwa na Allah subhanahu wa taala waweze kuchinja na kutoa sadaka nyama hile. Basi leo katika uwanja huu Allah subhanahu wa taala ametuwezesha Tuna zaidi ya ng'ombe mia moja na kitu ambao tutaweza kuchinja na kugawanisha nyama hiyo kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii ni kuleta furaha na kuleta yani, kuleta ile mkusanyiko ili watu kutambua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mjuzi wa hakika. Mimi, kama mwenyekiti wa Bungoma Muslim Center, kwanza kabisa ningependa kushukuru serikali ya Kenya kwa kazi ambao wanatekeleza na kudumisha amani katika nchi yetu na pia ninaomba maserikali ya nchi zingine waweze kuangalia watoto wa Gaza, waweze kuangalia watoto wa Palestina, waweze kuingiwa na huruma kwani maboma ambayo yanapigwa kule, makombora ambayo wanarushiwa wale watoto na mama, wa mama ni ghadhabu na tutakuja kuwaghadhabishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi naomba dunia mzima iweze kutulia na kuweza kuomba na wale ambao wanagombana waweze wana, wana wana kurudiana na kuishi kwa ama. Kwanza mimi sijafurahia kwa sababu leo ni siku ya idi kubwa, yani swala tul adha, but kuna kitu moja nimeangalia wakati tulikuwa tuna swali ni kwamba Eh, baada ya imamu kuendesha ibada ya kumaliza ilikuwa inafaa watu watulie, wakae chini, hutuba isome, ni kama wakati swala imeisha, then kila mtu akaamka. Sasa sijaona kama hiyo ilikuwa jambo ya maana. Kitu ya pili, leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya kutembeleana na majirani. Najua kuna ng'ombe zimeletwa hapa zitachinjwa, lakini tunaomba walio waislamu na wasiokuwa waislamu wote mmekaribishwa. Kama kutakuwa na kitu kidogo, kila mtu apate kwa amani. Tunaomba sana wasia leo kwa watu wazazi sana, ambapo wakati kama leo ni siku kubwa sana, tunaomba wazazi waweze kuchunga watoto wao. Leo ni siku ya kwa imani ya ndugu ya wa Waislamu, watoto wa kike sana, mzazi mahali huko, angalia mtoto wako ak akishatoka hapa anaenda kuharibika mahali. Tunaomba sana tukae pamoja na watoto wetu, tuwafunze dini na wakae na imani kama hii. Na tunaomba pia wale wenye ndugu si Waislamu, sisi Waislamu tuna roho nzuri, tunawakaribisha. kuna nyama hapa mtapata. Na tunaomba pia wengine wale wenye, tunaombea wale wagonjwa nini wote, tunaomba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu waweze kusaidika, na pia ndugu zetu pia waislamu wote kitu moja, hii mambo ya kuwa grupu mbili huku na huku, Waislamu tuwache. Tumepigana njia zote, sasa tumepata msikiti unatengenezwa, tumepata mfadhili. Wale wenye walikuwa wanapinga msikiti huu tumewapewa jina inaitwa nyumba kumi hao watu, Mwenyezi Mungu awashinde kabisa. Sasa hii msikiti imeanza Jumatatu, vijana wa Kiislamu wale wanaweza kufanya kazi, waende wafanye kazi msikitini huko, na narudia kusema, wazazi, chungeni mabinti, watoa wa kisichana, leo siku mbaya sana.